Akinamama wajawazito wa kata ya Lusewa halmashauri ya wilaya ya Namtumbo mkoani Ruvuma wameondokana na adha ya kujifungulia njiani baada ya serikali kuleta gari ya wagonjwa ambalo linakwenda kurahisisha rufaa za wagonjwa wa dharura kwenda hospitali ya wilaya na mkoa. Taarifa zaidi na mwandishi wetu Dita Nyoni. Wakitoa shukurani kwa serikali ya awamu ya sita chini ya utawala wa Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan, baadhi ya wananchi wa kijiji cha Rusewa wanasema wamepoteza wapendwa kutokana na changamoto ya gari la wagonjwa, kwani iliwapaswa kukodi gari binafsi kubeba wagonjwa kufuata huduma za dharura katika hospitali ya rufaa ya mkoa iliyopo kilomita mia moja na sitini. Tulikuwa na changamoto sana katika kata yetu ya Lusewa na kijiji chetu cha Lusewa. Akina akinamama tulikuwa tunapata shida sana kwenye kupitia kujifungua, tulikuwa tunajifungulia njiani au tukifika hospitali hakuna huduma ya gari, mpaka gari litoke Namtumbo au za kata au za tarafa nyingine ya magazine. Tulikuwa tunapata changamoto kwa kuchelewa kwao, kujifungulia njiani na wengine wa mama wajawazito kufia njiani, lakini sasa tunamshukuru mheshimiwa Mheshimiwa waziri kwa kutuletea gari, na Mama Samia amefanya jitihada kubwa kuja kutuletea gari. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu akikabidhi gari la wagonjwa katika kituo cha afya cha Lusewa, waziri wa katiba na sheria na mbunge wa jimbo la Namtumbo Dkt Juma Omera anasema ni ahadi ya Rais Dkt Samia Suluhu Hassani aliyoitoa wakati wa kampeni. Huko mganga mkuu wa halmashauri Dkt Aroniera anasema pia serikali imeleta madaktari na wahudumu wa afya ishirini na mbili wilayani humo. Na gari hii itakuwa hapa, haitaondoka hapa, na ninaomba itunzwe isitumike kwa matumizi yasiyofaa. Ikitokea mgonjwa amepatikana, anatakiwa aende kwenye matibabu Namtumbo mjini. Isitokee dereva au mtumishi yoyote unakwenda pale unasema changia nauli ya gari, gari imeshalipiwa gharama zote, gari ni bure. Tunatarajia kuleta jumla ya watumishi nane kwa ajili ya kuongeza jitihada za upasuaji ambao tayari zipo o tutaleta madaktari wawili ambao watatoa huduma za dharura kuokoa mama wajawazito na watoto wao, lakini na wauguzi sita kwa ajili ya kusaidiana na hawa madaktari. Kutoka Ruvuma, Ditanyoni, Channel 10.